Kazi yako ku huko ndani kuhakikisha kuwa kuo hali iko sambamba. Angalia vile kuna fanana siku hizi ile ripoti inakuja in, si nzuri. Ripoti gani unashindia simu kina sasa ni kwa njoo, tupige selfie, njoo tupige selfie kwanza kuja tu na, na na napiga selfie. we, wewe mwanaume na umwa wewe mwanaume we, we, wewe vipi we, wewe bwana, unajua ni na update nini portfolio ya <laughs> wanakijiji hebu <laughs> muangalie, <laughs> ati ati portfolio yeye yeah, ya wanakijiji lazima <laughs> ni update Ma, Jibyo, kina sasa ni <laughs> wewe wanajua hata nikuambie saa hii ukatoka hapa nje kikuumania sasa hii tunaongea, utasema nini? Nasema kuhusu wapi? ama uende huko kitu endelea bana. E -e -e. Ukienda huko nje, ngoja kwanza we, dogo, kulingana na utaratibu na hali ambavyo ilivyo ni kama kazi mekushinda eh? na, na, e, na kulingana na hali itabidi tumeketi hapa e, wenye hili boma tujadiliane kuhusu masuala yako ya simu na kazi sasa mambo ni mawili, utaamua kazi ama simu yako. Sasa itabidi umeamua wewe mwenyewe, manaake kazi ifanyiki. Hivyo sasa, yani wewe umekuja kwa hii, umekuja kwa hii mtaa juzi, siku zote umeshindia. Nimekuja mtaa juzi? Eh, umekuja mtaa juzi. Hey, unajifanya una vile unaweza. Sasa yeah, simu sasa so, si ni technology. Sasa vitu kazi ni kazi so simu mimi kufanya kazi. Sasa uangalie vile kuna fanana ya gate, ndio. Hata kwa gate huko ufungui mlango kabisa na na wama kila saa. Simu simu mambo gani wewe bana, wewe ni nini? Imeharibika imeharibika? Njoo ni ya ni me. Ni me nifungulie. Acha kujifanya, enda ujifungulie. Sifungui ukitaka. Sasa hii no tu, maswala tunajadiliana, utakuja tujadiliane na wenzangu, tota utakucha huku we, we, ili ni wangapi wamekucha wakanipata. Sasa nizichukue selfie na simu yangu, angalia, maswala gani tofauti, wenye walikuja hawakujua upo na mimi hapa sasa, wewe ni matawi ya muta itamwakika. <laughs> na vile tu Krismasi inafikanga matawi inamwakika kwa miti, hata wewe utamwakika. Uta utaamua simu ama kazi? Sasa simu yangu imekuashia nini? Njoo nifungulie geti wewe. Sasa geti sikufuli haiko, si ufungue tu na uende kazi yako. Hapo gani wewe bana, ndio unanilipa mshahara? Sisi ndio tunakulipa nyana akina nani wakati unatoa pesa inaenda kwa management, hamu ya wewe kama zisitalipwa wewe ndio utahamu. Hii ni bomu utahamu, utakwenda kama kazi ufanye, utakwenda nishakwambia, ngoja kuhama kama wewe ndio unatoanga watu, kama umetoa wengine. Hii ni kikoko bwana, hii ni mkuku, anaitanga mkuku ama kikoko eh? Nani wewe kuja kuniambia hapa sasa nikiwa kwa simu nikipiga selfie, unaona tu, ona tu.